Ni maandamano ya amani ya kuadhimisha siku ya selimundu duniani ambayo yanafanyika hapa katika hospitali ya Benjamin Mkapa mkoani Dodoma, yanayoongozwa na mkurugenzi mtendaji wa hospitali hii Profesa Abel Makubi hapa Benjamin Mkapa. Maandamano haya yanashirikisha wadau mbalimbali wakiwemo watoto waliotibiwa ugonjwa huu wa selimundu na kupona kabisa. Napenda kushukuru serikali yetu chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa jitihada za maksudi sana kwa ajili ya kutafuta suluhu kama jina lake la kuondoa huu ugonjwa wa selimundu kwa watoto wetu, ambao walikuwa wakipitia shida nyingi, maumivu makali, muda mwingi wa maisha yao. Hakika tunampongeza, tunamshukuru kwa kuanzisha hiki kitengo cha upandikizaji wa Boni Maro katika hospitali hii ya Benjamin Mkapa, tunasema asante. Ninaombi moja kwa serikali, huu ugonjwa kiukweli tunaufahamu, madaktari wanaotoa hii huduma, ya wazazi wenzangu, ni ugonjwa unatesa sana sana. Nikisema unatesa ni kwa maana ya mtoto, wazazi, mpaka familia kwa ujumla. Kwa serikali, kwa kuwa imeshaanzisha hiki kitu na ni msaada mkubwa sana, tunawaomba wasi, wa, waendelee kusapoti kwa kadri inavyowezekana. Kama kuna namna mzazi kutokana na criteria zao za mambo ya social wata, watazipitia kwamba mzazi huyu basi kutokana na tulivyomfanyia assessment anaweza akachangia kiasi fulani, ila yule ambaye anaonekana kabisa ana hali ngumu na mtoto wake amekidhi vigezo tunaomba tunaomba wanahitajika kutibiwa wengi, wawe huru na huu ugonjwa. Ugonjwa huu unatesa. Uh, binafsi nipende sana kuwashukuru wauguzi hospitali ya Benjamin Mkapa, Dr. Stella, pamoja na kitengo chote cha hematoloji kwa, kwa kweli see wametusaidia sana, na wameendelea kujitolea na kutupa huduma ambazo sahihi na ni bora. Mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa Profesa Abel Makubi anaeleza hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali kupitia hospitali hiyo kuhusu kukabiliana na ugonjwa huu wa Selimundu, na hapa anaeleza zaidi. Sasa hivi tunafikia miaka miwili tangia tuanze kutoa huduma za upandikizaji uloto, na nimeambiwa mpaka sasa hivi tumeshafikia wagonjwa 21. Hii ni hatua kubwa muhimu sana kwa serikali yetu chini na wizara yetu kwa kuhakikisha kwamba hizi huduma zinakuwa endelevu. Wakati tunaanza kulikuwa na mashaka mengi ya kwamba kwa, kwa gharama zake, je, tutaweza kuendelea? Lakini nilichukua hii nafasi kuwafahamisha wananchi wenzangu, serikali imekuwa pamoja na nyinyi kwa kiasi kikubwa sana. na mpaka sasa hivi serikali imeshatoa zaidi ya bilioni moja pointi saba kwa ajili ya kusaidia matibabu ya hawa wananchi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na serikali kwa uongozi. Hii ni ndani ya miaka miwili, na serikali imeendelea kutusaidia pamoja na wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi. Huduma hizi zina gharama kubwa kama ambavyo mmekuwa mkifahamu, mgonjwa mmoja kutibiwa tunahitaji kuwa na milioni angalau wastani wa milioni 75. milioni 75 ni hela nyingi sana, si kwa mwananchi tu wa kawaida, hata kwa serikali. Na ndio maana nchi nyingi za Afrika zimeshindwa kuianzisha hii huduma na hata ambao zilijaribu kuanza hazikuweza kuendelea kwa sababu ya gharama, lakini sisi tumeweza. Sasa tunaenda huu mwaka wa pili kuelekea wa tatu, kwa sababu ya commitment kubwa ambayo inatokana na serikali yetu ya awamu ya sita kuhakikisha kwamba hizi huduma zinaendelezwa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Lakini vilevile, juzi kwa wale ambao mnafuatilia vyombo vya habari. Nadhani mlisikia pia kwamba nchi yetu chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imepewa hadhi sasa ya kujenga kituo cha tiba ya upandikizaji uloto kwa eneo la Afrika Mashariki pamoja na Afrika ya Kati. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali, lakini pia tunashukuru jumuiya ya Afrika mashariki na Kati. Members wote waliridhia. Kwa hiyo hatua inayofuata sasa ni kuendelea na mchakato huu ili kituo hiki kiweze kujengwa, na kitajengwa hapa Dodoma na kitajengwa katika ustari yetu ya Benjamin Mkapa <laughs> kwa hiyo kilio cha wananchi wengi ambao wanahitaji hii huduma kimesikilizwa si katika nchi tu, ni katika ukanda wote. Ikijengwa hiki kijengo, hiki kituo kitasaidia maana yake kutoa huduma hii kwa watoto wengi, kwa vijana wengi. Maadhimisho ya Siku ya Seli Mundu Duniani yanafanyika kila tarehe 19 ya mwezi Juni, na kwa hospitali ya Benjamin Mkapa wameadhimisha siku hii leo hapa mkoani Dodoma, huku kauli mbiu ikiwa ni hatua madhubuti za kitaifa kwa matokeo chanya ya kijamii. Hii ni Daily News Digital na mimi ni Fadhili Akida. Dodoma.